Uh, watazamaji wa Trend TV. Bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho amekizungumza huyu hapa bwana, si mwingine bali ni Harmonize Konde Boy. Eh, bwana Harmonize bwana ameibua mjadala mzito kweli kweli baada ya announcement ambayo ameitoa kupitia uh, mitandao ya kijamii. Bwana Konde Boy kama unavyoelewa, huaga vitu vingi sana anavyovifanya, anapendaga kuviweka bayana kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story. Yaani, lazima atakiweka kama uh, kama kuna project au kuna mpango wowote kama kuna plani yoyote ile Harmonize huaga anapenda sana kuviweka vitu e, wazi kupitia ukurasa wake wa Instagram pale katika Insta Story. Kwa hiyo, this time around bwana amefanya hivyo hivyo kuhusiana na project ambayo inakuja hivi karibuni. Kuna music video ambayo anataka kushuti, lakini moja kati ya kapo ambazo zina make headline huko mitandaoni kwa sasa bwana ni kapo ya Kiredio pamoja na mpenzi wake, yani Kiredio na mpenzi wake bwana wana trend kweli kweli huko mtandaoni, sio kawaida na hili ni jambo ambalo limepelekea moja kwa moja Kiredio bwana kupata fursa ya kufanya kazi na Harmonize Konde Boy. Kwa kifupi ni kwamba Kiredio, ni kwamba Harmonize hivi karibuni bwana, ana project yake ambayo anataka kuitoa, na kwa mujibu wa taarifa ambazo tumezipata kutoka kwa record label ya Konde Gang, mtu wa karibu kabisa pale ametujuza kwamba Harmonize bwana, yuko mbioni kuachia project yake mpya kabisa, ambapo katika hiyo project ambayo Harmonize anataka kuiachia bwana, ni music video moja katika music video zake ambazo amekuwa akizisubiri kuzitoa kwa muda mrefu bwana, ambayo inakwenda kwa jina la leo, ameamua kumtumia Kiredio pamoja na mkewe. Akiredio pamoja na mpenzi wake. Pitia ukurasa wake wa Instagram Harmonize bwana ameposti kuhusiana na kapo hiyo ya Kiredio ameandika kwamba anajua wanapendezaga ila nasubiri kuwaona eh, wakiwa in love looks zaidi. Yani mwenyewe Harmonize anasema kwamba anajua kwamba hawa wawili Kiredio pamoja na mpenzi wake wanapendezana, lakini yeye anataka kuwaona wakiwa katika muonekano wa kimapenzi zaidi. Kwa hiyo Harmonize bwana ameamua kuvujisha message ambazo Kiredio alikuwa amemtumia katika ukurasa wake wa Instagram pale wanaviuo. Then Kiredio akaendelea kusema kwamba na show yangu inaitwa Kiredio University Tour eh, kutokana na views, eh, na jina nililoweza kutengeneza vyuoni, naanza na Dar es Salaam nta alafu na katika watu ambao nilitamani wawepo ni wewe. Hivyo basi, najua kwamba unaelewa hustling za vijana, naomba naomba uniruhusu nitumie picha yako kutangaza special appearance please. E, najua ni ngumu e, najua ni ngumu kufika ila tu naomba ruhusa yako, ninaomba ruhusa ya kutumia picha yako. Ameandika hivyo Kiredio ndani kiredio bwana, hapa yeye alichokuwa anataka ni kwamba atumie tu picha ya Harmonize kwa ajili ya kupromoti show yake ya chuo, lakini ndo hivyo, anajua kabisa kwamba Harmonize anaweza asiende, lakini still yeye ameomba tu atumie picha yake kwa ajili ya kuvutia watu eh, kwenye show yake hiyo ya chuo ambayo inaitwa University Tour. Kwa hiyo kiredio bwana alimdm Harmonize, lakini Harmonize akamtumia namba yake ya WhatsApp eh, alafu hapa akapiga screenshot na kuposti Instagram. Uh, Harmonize baada ya kupost hiyo katika Insta story yake bwana akaandika kwamba keep pushing I just wanna see Kiredio and his girlfriend or wife wherever, do, wherever doing Leo Harmonize and Mbosso video to, together. They really look good together. I have to spend some money for them. Wait. The guy is trying a lot for her Namaanisha kwamba bwana, ninachotaka ni kwamba Kiredio aendelee kupambana na nataka nimwone Kiredio pamoja na mpenzi wake wakiwa wanapendeza kweli kweli katika video ya Harmonize na Mbosso siku ya leo, wakiwa pamoja, na najua kwamba wanaonekana wakiwa wanapendezana na itabidi nitumie fedha kwa ajili yake. Na pia vile vile kusema ukweli, an, kijana anajituma sana kwa ajili ya mpenzi wake Endelea hapa Harmonize kusema kwamba najua wanapendezaga, ila nasubiri kuwaona wakiwa in love looks zaidi. wanamaanisha kwamba anajua kwamba Kiredio na mpenzi wake wanapendezana, lakini yeye anataka waone wakiwa katika mwonekano wa kimapenzi zaidi. So huu ni ujumbe wa Harmonize baada ya Kiredio kumwomba atumie picha yake ya Harmonize kwa ajili ya kuvutia watu kwenye show yake ya University Tour, lakini this time around ni kwamba kwa mujibu wa Konde Boy anadai kwamba katika uzinduzi wa video yake bwana anataka kumwona Kiredio na mpenzi wake waki wakiwa wamependeza zaidi. Wadau mbalimbali bwana amekuja kulizungumzia suala hili. Kwa mfano, hapa kuna mtu amesema kwamba bwana, juzi hapa nimeandika kuwa kapo ya Kiredio na V ndio inayofuatiliwa zaidi sasa hivi barani Afrika, ila watu wakabisha sana na kusema kwamba nimeongwa niandike hivyo, ila siku ya leo ni kwamba mwanamuziki Harmonize amezidi kuthibitisha hilo kuwa kapo hiyo kwa sasa hivi bwana ina nguvu sana, na pia vile vile ametengeneza na pia vile vile ametangaza vile vile kuwa ana mpango wa kuwatumia kwenye video yake mpya inayofahamika kwa jina la Leo ngoma ambayo ameifanya yeye na Mbosso ambayo inatarajiwa kutoka siku ya kesho, siku ya Christmas. <mimitation> E bwana itoshe kusema kuwa Harmonize pia vilevile vile anatumia upepo wa Kiredio na V ili kupushi video yake, so hongera sana kwa kapo hii, hakika itaendelea ku inspire watu wengi. Aidha, Harmonize amesindikiza Eh, ahadi hiyo na chati za zamani za Kiredio, ambapo mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili amewahi kumtafuta hamonaizi na kumwomba atumie picha yake kwa ajili ya kutangaza shoo yake, yaani alipanga kuandika kuwa alipanga kuandika kuwa hamonaizi atakuwepo ili eh, kuvutia watu zaidi. Ushauri ni kwamba Kiredio na V wamtoze shilingi hamonaizi ili kutokea kwenye video hiyo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, huweka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vile vile hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.